Mwanamke huyu? Ananipandisha hadi mimi? Eh? Ndio mmefikia hata humu ndani? Ananipandisha hadi mimi? Mimi shangazi yako ambacho alikuwa anaongea babangu, ndio ambacho naongea mimi hapa. Unanipandishia mimi wewe? Wifi, hata mmefikia hata mbaya sana. Waondoke humu ndani, mimi ndio shauri yangu naokupa, hata hujue kukufanyia kitu kibaya watoto. Watakuja kukufanyia kitu kibaya wifi. Waondoke humu ndani. Sio mambo kukunipandisha mpaka mimi. Kama unanipandisha mimi, mamako anapandisha kiasi gani? Wifi bwana, wafukuze wote, ubaki peke yako humu ndani. Tutatafuta hata kazi utakayo humu ndani. Sio kukana watu kama Hah, nilikuwa nilikwona naitaka pointi hii. Mimi hata sasa hivi wote waondoke. Ndio. Kabisa. Eh. Wewe kaka yenu ondokeni. Eh, sitake. Sitaki kuwaona. Mama, nimeshasema. Naomba naomba, unisikilize kama mtoto mundani ndani. Yaani kama ndo mmejadili, mmekaa huko mmejadili kwamba kikao hichi kisuluhishe mimi nisipate nyumba ama isiuzwe. Si, mimi sisi si tuko tayari kuondoka yani, si kama yani, ha, iuzwi. Nyumba nyumba nyumba nyumba itauzwa, tunaondoka na hakuna mtajijua wenyewe, lakini nasemaje? Hii hii inauzwa hii, nyumba itauzwa, tunaondoka na maana sisi sawa, baki na wewe unaona kama bila maana

Wadogo zangu mwe kama vile watoto wa kiume hivi, nataka niambieni nyinyi, hapa hakuna mtu ambaye ana rafiki yake hapa mjini? Kwa siku ya leo, kila mtu aende kwa rafiki yake tukalale, ndio siku mbili hizi mimi nitatafuta, kisha nitawaambia nini cha kufanya. Lakini jueni kitu kimoja, bibi mkubwa katufukuza pale, ndio kwanza uchokoza moto, atajuta kwa nini ametufukuza pale. Mimi najua nini cha kufanya hapa. Leo kila mtu akalale kwa rafiki yake Atafuteni mimi ndani ya siku mbili hizi, sawa? Basi poa, sio na wasiwasi, jaminini. Mtoto wa kiume jamini, tumesha tumeshavulia maji nguo, lazima tuyaoge. Kapumzikeni, haina noma, tutachekiana, sawa? sio na wasiwasi. Lolo, saa. Eh, mfurahisha sana. Safi sana. Kwa kitu cha kwanza waka asubuhi nikiamka nikitaka kwenda kazini, unaniokea kila kitu kinakuwa safi. Wewe ni mke ambaye uona sana, na mimi nimependa kwa sababu umefundishwa maadili mazuri. mambo yako yale yale aleale. Oh, si maneno wewe mume wangu. kuna mm. mm. kitu ambacho nataka ni kuombe kama togai gali kitu, nilikuwa naomba niende kule kwa mama nikakaa nao hata siku mbili tatu, mpaka hili jambo tukakwisha kule hana mtu kumsaidia, hivyo basi naomba niende nyumbani na mmoja. Am, nisikilize mke wangu. Sawa, umonge kitu cha muhimu sana. Sawa, ila sasa mbona ukawa umekurupuka sana ili swala kuniambia sasa hivi? na mimi nilitegemea kwamba napoondoka mimi kwenye mangaiko yangu, wewe unaendelea kila kitu, nikirudi chakula kinakuwa tayari. Sasa unataka uende kwa mama, mimi niishi vipi hapa sasa? Ni yule lakini yule ni mzazi

wali walioondoka ondoka, sijui makaka zako, ina maana hawajarudi? Ndio, hawajarudi. na mimi ah, nilipasi na ile nguo. Lakini mke wangu ah, asi nikwambie, hivi unajua, basi sikiliza, anyway imetokea. Sawa, kama imetokea, na mimi naamini wizi jua mbele yake. Mimi mke wangu, nakuruhusu uende zangu jana usiku sijala kabisani, hapa na njaa balaa. Kama mnaeza kunisaidia hata elfu moja tu nikale miogo pale, dachikia miogo niwe chakushushia ntashushia hata maji hata kandolo ya mbili Ulana nanjea, kaza mwanaume, sizote unatakiwa ukaze, jitahidi, wewe ni mwanaume. Sasa blaza, nini? Sijazoea kubuka pale nyumbani ko, tunakula masaa ishirini na nne asubuhi na kunywa chai nzito ya maziwa, mkate blue band, sio nini? Kwa sababu so, nyinyi mmeshazoea vitu hivyo vya mtaani. <laughs> Oh, wow. Sikia. Shika elfu moja hii utaenda pale kwa mamuuza sawa, tawambia kugia hata miogo hata maji kidogo wakupe ushushie sawa sawa, sawa. E, tatizo unalegea sana mdogo wetu jamani. Sasa jamani pale nyumbani ndo tushafukuzwa, hamuoni kama tumepoteza kila kitu? Ni kweli tumepoteza kila kitu sasa sijui kwa blaza hapa, ana ushauri gani? Najua maji ukishavulia nguo shati uyaoge. unamaanisha nini? na hapa sisi tumeshavulia maji nguo inatupasha tuyakoge, unamaanisha nini basi? sijakuelewa bwana. Pale nyumbani kwa bibi mkubwa pale, sisi ni jogoo wadogo, hatuiki pale, kwa sababu kuna jogoo mkubwa Kivipi? Yani ynmjanielewa mpaka hapo, takuja kujua nachotaka kukuambia kwamba kiukweli, ili si tutawala ile nyumba, ni lazima mama afe. Afe? Hapana, natoka pamoja na wewe kabisa masiara mamawizi... mamawizi... Ma tena bibi kubwa pale hatakiwi. Bibi kubwa pale akiendelea kukaa pale, sisi hatuwezi kumiliki ile nyumba, wala hatuwezi kuuza ile nyumba. Anatakiwa afe kabisa, nah <groß tuki dessas> <puppy también> Tunafanyaje? Kinachotakiwa mama afe apotee kabisa, tuweze kumiliki lile jengo. Mama hataki kuendelea kuwepo, sisi tukatawala lile. Lazima mama apotee ili sisi tuweze kutawala pale.

Nyinyi, tunaulizani nyinyi nini hapa sister, samani mama hayuko, semeni mkiichwa aleta hapa ndani. Mbona nyinyi hamwelewi jamani? Hamu nataka kumpa mamangu pressure, mmekuja kummalizia na yeye ama? Semeni kiichwa aleta wana sisi bwana, tumekuja hapa baada ya kugundua kwamba kaka yetu Mtita, sehemu ambapo alikuwa anatupeleka sehemu, sio sehemu gani? sio sikanamaanalaeaeek Ni kweli dada, unachokizungumza Lakini, kaka yetu Mtaita kafika mbali sana, kiasi kwamba mpaka anataka tumuue mama yetu. Kumuua mama? Ndio Sim <tune> mali ya kimeakizani akilia kwa uchungu. Mama yangu we, mama yangu we, uzaso kupata una kupata na kupatikana. Usimdharau mama, usimdharau mama

Mungu, bariki mama wote waliopoteza tumaini, wape faraja na nguvu. Mama wote uzaso kupata una kupata na kupatikana. Mungu, bariki mama wote ingugu mama wote. Mama akilia mbingu zinatikisika. Mama akilia Bala anaweza kukukuta. Mama ni fara